Yafuatayo, la kwanza, la kwanza mtu yeyote, mtu yeyote anayefahamu haya na mtu yeyote ambaye ameshiriki kwenye huyo, hayuko hayuko serious. Ni hivi Ma, u, uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni, ni machinjioni. Kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni. Kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni na najua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa, hayuko serious hilo la kwanza. La pili, la pili. Hivi tuliposema no no reform no election kwenye kamati kuu tarehe tatu Desemba tulikuwa tunatania? tulikuwa tunatania? kama kuna watu walikuwa wanatania angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa. Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, tupandishe dau, huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau. Huu ndio msimamo wa chama, ndio msimamo wa chama ulipitishwa na kamati kuu. Mimi sikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu, nilikuwa na ushawishi mkubwa ni kweli lakini ulipitishwa na kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe ukapitishwa tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe tarehe 20. Baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu, na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mwenyekiti nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa. Na mkutano mkuu wa taifa kasema, no reform, no election, na mimi sikuwa mwenyekiti bado, nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo mimi, huu ndio msimamo wa chama, ndio msimamo wa chama kwa katiba yetu, kwa katiba hii, kwa katiba hii Katiba hii mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine waheshimiwa? Kwa hiyo ni msimamo wa chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu la nne. Naombeni mniambie, waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi? Huu ni msimamo sahihi wa chama, ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye, nichaguliwe ni, ni, ni kwenye kacheo fulani nchi hii, sawa sawa, na nataka nami nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii na nyiye mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? kama haliwezekani tufanyeje? Tufanyeje? mkutano mkuu wetu umesema no reform election. Sasa eh, kwenye petition tumeambiwa hivi huu msimamo unaenda kuua chama. Unaenda kuua chama. Hatutakuwa na, hatutakuwa na wabunge. Hatutakuwa na wabunge wa majimbo. Kwani tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa viti maalum. Tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa madiwani. Tunao sasa hivi? Hatutakuwa na rais. Tunaye sasa hivi? Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapo. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years treason. Kwa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo, kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari tukakwenda nao walio tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atakayewekwa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, sisiemu watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio si watu, si, si si watu wenye roho mbaya, lakini kama unataka kuwa mbunge seriously Twende, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana sana sana huu uchaguzi tutavuruga na tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, Sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na nami nilikuwa nafikiria uraisi nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau, kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana Sawa, tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, eh, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua? wanaweza Uh, watatukuta. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini, kwa kuamsha maasi eh? actually, actually, hakuna katika, katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali. Kwenye siasa za ukombozi uki, siasa za udalali sio za ukombozi. kwenye, kwenye siasa kwenye siasa za ukombozi, ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu ngoja, okay, nieleze ni, ni hivi. Julius Nyerere na, na, mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere, hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58 yeye na mhariri wa Tano anaitwa Robert Makanga wa gazeti la Tano na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi iliyo ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi sita au aende jela aende jela miezi sita au walipe shilingi mia tatu mia tatu hamsini na nane well. hazikuwa hazik sawa na ukifikiria nani mwingine wa anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakuenda ge, gerezani Kaunda alienda gerezani Mugabe alienda gerezani na Nujoma alienda gerezani Kenyatta alienda gerezani miaka tisa alipotoka gerezani kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi kwa hiyo. Tuta, tutafungwa si, si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo, tutachelewa kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo lakini tutapata mageuzi yatakayotupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tu tukapate asilimia tano, tukapate asilimia tano na wabunge labda saba, alafu tuanze kupigana nini, vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalumu. nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo wa kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko, sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actual Kwa hiyo, kwa hiyo kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kinayokuzungumza lugha hii ever katika nchi hii ni sisi tunaizungumza. Kwa kwa hiyo kwa hiyo asante asante awaheshimiwa, tujiandae, tutashinda. Eh, msiogope, msiogope! Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia, msiogope, msiogope, msiogope! Kwa hiyo ndugu zangu, ya kwangu ni haya, nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho, kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala Kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za za kanda ya Nyasa tulikotoka nimemwona mwenyekiti wako, wako, wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa wa Nyasa Nyasa, msimameni, simameni wao hawa hawa <inaudible> petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa itakufa tusipoenda kwenye nini kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau, wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu, wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku, siku nane. Wako militant hujawahi kuona hao ndio kama hao ndio kama watanzania wanachama wetu ndio hao niliowaona nyasa na mimi na wasi nafikiri wako hivyo kila mahali then tukapambane tutapata mabadiliko kabisa tukapambane tutapata mabadiliko tuka watu wetu wanahitaji kuandaliwa wanahitaji kuambiwa wanahitaji kuongozwa lakini unahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende, tusiende na hii, unagusa unarudi, unagusa unarudi, unarudi. Hiyo sio namna ya kwenda, sawa sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni hayo, niwashukuruni sana watu wa Nyasa sana sana, na hayo hayajashuka haya haya kutoka mbinguni kama maana ni watu wa Nyasa mefanya kazi na kanda zingine naamini na, na, na mefanya kazi. Tusiambiwe chama kita hiki. Chama hakifi hiki chama kinahitaji viongozi thabiti. Twendeni tukawe viongozi thabiti na washukuruni sana. na shule nzuri ambayo umeitoa, na kama nilivyosema ni kikao cha mazungumzo, lakini ninaomba ni nitambulishe jambo hili kabla hatujamaliza eh, kikao chetu cha leo eh, moja ya wasanii kwenye chama chetu leo tutampa fursa ya kuzindua eh, eh, wimbo ambao umebeba maudhui ya no reforms no election atazibu